Kiongozi wa chama cha NUP kutoka nchini Uganda, Robert Kyagulanyi ambaye pia ni mgombea wa nafasi ya kiti cha urais kwa tiketi ya chama hicho, ameandika ujumbe kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X akiripoti matukio juu ya uchaguzi unaofanyika hii leo nchini Uganda. Kwa mjibu wa kile alichokiandika, Robert Kyagulanyi amesema Uganda iko gizani kwa sababu internet imezimwa. Matukio kadhaa ya kujaza kura kwa udanganyifu yamerekodiwa, ya jeshi la polisi na serikali wanahusiana moja kwa moja katika kukandamiza mawakala wetu kwenye vituo vya kupiga kura. Zaidi ya utekaji nyara, vikosi vya serikali vinawalenga viongozi wetu kote nchini. Ni ujumbe wa Robert Kyagulanyi aliyoandika kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X. Ifahamike ya kwamba mapema hii leo kiongozi huyo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X aliandika ujumbe akiashiria baadhi ya matukio ambayo yanakinzana na uchaguzi, huku akidai kwamba kuna wizi wa kura pamoja na madai ya utekaji wa viongozi wa chama hicho ambao umekuwa ukifanywa na mamlaka katika siku ya uchaguzi hii leo.